Amen. Lakini ukweli ni kwamba utasikia ya kwa kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Ah ah. Unaona baba? Naam, karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli hii ya sanduku la habari. Hii ni habari moto sana, kile tulichokuwa tukiweza kukisubiri ndani ya siku kadhaa, miezi kadhaa, hatimaye wakati wake umefika. Ni swala la dabi ya Kariakoo ambapo siku ya kesho tarehe nane Machi, Simba na Yanga wanaenda kukutana hapa, hawa miamba miwili katika dimba la Mkapa. Tumeweza kuona e, maandalizi yao jinsi yalivyo, na kitu kingine tumeweza kuona Simba amepoteza mara sita mbele ya Yanga na wakati mwingine hakitoka suluhu, lakini wakati mwingine pia hakiweza kushindwa kwa kufungwa. Na mtazamaji, sasa hivi kinachojiri mitandaoni ni kwa habari ya mtumishi aliyeweza kutoa unabii juu ya mchezo utakaoweza kuchezwa siku ya kesho kati ya Simba na Yanga. Mtumishi huyu ameweza kutoa unabii na mimi nisiseme kwa upande wangu, lakini wewe maoni yako ndio atakayeweza kusema. Unaweza kumsikiliza vizuri, nitaweka ni video yake hapa, utamsikiliza e, mtumishi wa Bwana huyu, na nimefuatilia zaidi mtumishi wa Bwana huyu anatokea maeneo ya kule Kinondoni bihafla pale, kama unaelekea viwanja vya Ridas, unaweza kumpata mtumishi huyo anayefahamika kwa jina la James Onea. Na mtazamaji tusikilize huu nabii ulioweza kutolewa na tutizame pia. Then nitarudi kutoa mrejesho zaidi nini kinaendelea baada ya hicho. Wakaanza kuongea wao wenyewe. Leo hapa lazima tuwapige goli hapa. Amen. Lazima tuwachape goli tatu, mwingine mwezi mkatuchapa goli tatu. Leo hapa lazima tuwatundike hivi na hivi. Yaani wakao wenyewe na mimi nikawafuta. Nikaambia, mmekuwa mkiongea kinyume na watumishi wa Bwana si ndio? <laughs> kwamba wanatabiri habari za mpira, na nyinyi hapo mnafanya nini hapo? Amen. Lakini ukweli ni kwamba utasikia ya kwamba simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya yanga, unaona <laughs> <Aha>. Baba <laughs> akume nyinyi, mnafuatilia watumishi wanavyotabiri, na nyinyi ni watabiri, kwa hiyo. Leo lazima tuwachape leo mi waga naona kwenye WhatsApp status zenu. <laughs> Naam, msikilizaji, huyu ni mtumishi aliyeweza kutoa unabii huo kama tulivyosikia, na kipande hiki natamani kukirudia zaidi, ili uweze kuelewa ni timu gani itaweza kuwini sawa na yale aliyoweza kuyatamka. Mtazamaji, usiache kufuatilia chaneli hii ya Sanduku la Habari ninapoenda kurudia kipande hiki, ukisikiliza vizuri na kukielewa vizuri juu ya utabiri ulioweza kutolewa na mtumishi huyu wa Bwana. Karibu sana Amen. Lakini ukweli ni kwamba utasikia ya kwa kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga <coughs> <A -a>. Unaona <coughs> baba <coughs> <coughs> aum nane mnafuatilia watumishi wanavyotabiri, nanenee ni watabiri kwe a leo, lazima tuwachape leo, mi waga naona kwenye WhatsApp status zenu <coughs>